Kutoka mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam kwenye kesi ya Mheshimiwa Lissu leo Februari 11 2026, tarehe. Ukumbi wa mahakama umejaa wanachama mbalimbali, wamefika mapema kuanzia saa moja kamili majira ya asubuhi. Viongozi mbalimbali pia wamefika hapa mahakamani. Namwona rais wa TLS Mheshimiwa Bonifas Mabukusi yupo pia, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa Mheshimiwa Sugu amefika mapema leo hapa mahakamani ulimwengu zilizofanyika zimegusa sana mioyo ya watu hapa mahakamani. Askari magereza wameingia kukagua mahakamani. Mawakili wa serikali wajaingia mahakamani hadi muda huu saa tatu na nusu asubuhi, kesi iliyolishwa na tulikubaliana tuanze saa tatu kamili asubuhi, sijui kuna shida gani hatuoni hata maandalizi ya makarani kama siku zote, hakuna prokusheni za hapa na pale kule mbele, ambako e makarani huwa wanafanya kuonesha kesi inakaribia kuanza. Kifupi, leo tunategemea usomo wa mzee kuhusu mapingamizi yaliyowekwa dhidi ya P kumi na moja shedi sheidi wa nne wa jamhuri katika kesi ya uhaini. tutaendelea kujuzana na mara baada ya ruling wamzi mdogo kusoma, tutaendelea na usikilizaji wa kesi ikiwa ni pamoja na shahidi P11 kuendelea kutoa shahidi wake kwa namna ambayo mahakama itaamua atoe siri kwenye kiboksi au atoke hadharani au kwa namna nyingine yoyote. Tutayajua hayo muda si mrefu, ndipo majaji watakuwa wamemaliza kuandika wamzi wao. Muda huendelea kuwa nasi hapa mezani kukufahamisha kila ambacho kinaendelea katika mahakama kuu masijala ndogo, dhidi ya kuhusiana kesi inayo mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ndugu Tundu Antipas Lissu, ambaye aliweka mapingamizi kadhaa katika kesi yake akitaka shahidi wa siri atoke kwenye boksi.